<tiple> <tiple> Assalamu alaikum, mtoto wa Annisa TV. Ninachukua fursa hii kuwajulisha kuwa Kipindi cha Ijue Qur'an tukufu kitaanza rasmi katika kumi la kwanza la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ewe mtoto mzuri, na kusihi sana uweze kushiriki katika kipindi hiki chenye kheri na baraka nyingi. Yes -alunaka anil anfali kulil anfali. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Kumbuka washindi watatu watatuzwa katika kumi la mwisho la Ramadhani. Vigezo vya kushiriki ni kama ifuatavyo umri wa kushiriki ni kuanzia miaka minne hadi kumi na mitano. Mtoto atahitajika kutoa nambari tatu za kitambulisho cha mzazi pamoja na eneo analoishi. Kushiriki ni mara moja pekee kwa kila mtoto. Kwa kushiriki, piga simu kupitia nambari 0777991497 ya Hamil al Qur'an.